Binti yangu amerudi. Habari? Salama. cha usiku, huyu ni boyfriend wangu anaitwa Alex. unasemaje mama? Oho, naenda kuandaa chakula. Ngoja niwaache mwendelee kufahamiana. cha usiku, naomba unisamehe, sikujua kuwa huyu ni mama yako. Sikiliza Alex, naomba uondoke hapa, la sivyo nitamwambia mama kila kitu. Hebu usinitishe, najua huwezi kumwambia. Oho, naona unaitazama sana saa, si ya Alex au siyo? Nzuri hiyo, nimemnunulia kama zawadi tu, tena hutakiwi kuidharau kwa sababu hii zawadi ni ya gharama sana. Alex, wewe umewahi kumpa mama yangu kitu chochote kweli? Ndiyo, nimempa. Hata huo mkufu aliovaa shingoni ni mimi nimempa tena nimeutengeneza kwa mikono yangu mwenyewe. Umeutengeneza kwa mikono yako mwenyewe? Yaani mama yangu anatumia pesa nyingi kukununulia zawadi, alafu unampa zawadi ulizotengeneza kwa mikono yako? Usikasirike mwanangu, anatania tu mama. Laiti ungejua siri aliyoficha huyu mpuuzi, wala usingemtetea. Unamaanisha nini? Mwambie boyfriend wako akwambie siri iliyopo kati yangu mimi na yeye. Alex, ni siri gani hiyo anaizungumzia? Cha usiku Mpenzi, binti yako ni ex wangu. Tuliwahi kuwa kwenye mahusiano lakini ilikuwa ni miaka miwili iliyopita. Ni balaa gani tena hili? Sikuwahi kujua kuwa binti ulikuwa ukimsema sana ni mwanangu cha usiku. Sasa najiona kama mjinga. Kumbe ndio maana mmekuwa mkivutana tangu mmeonana. Inaonekana kuna siri mnazificha. Uko sahihi mama, bado kuna siri nyingi zimejificha. Nadhani picha ndio kwanza limeanza. Unajua kwa nini niliachana na Alex? Hapana, sijui. Hebu niambie. Alex amekuwa akifanya kazi kwenye danguro. Alex, ni kweli? Ndiyo, lakini hiyo ilikuwa zamani, sasa hivi sifanyi hiyo kazi tena. Kwa nini hukuniambia? Kwani sina haki ya kufahamu zaidi kuhusu wewe? Bebi, nilitamani sana kukuambia, lakini niliogopa ungenifikiria vibaya, ukizingatia tuna miezi michache tu tangu tufahamiane. Nilishindwa kukueleza historia ya maisha yangu ya nyuma nikihofia kuwa hautakubali. Sitakubali nini? Nikuoe. Nilinunua pete ya kukuvisha tangu mwezi uliopita, lakini sasa umeshajua kila kitu kuhusu mimi. Nadhani kabla hujaniacha ni bora tu niende. Okay, nimekubali, univishe pete. uko serious? Alex, umenifanya nijione mwanamke mwenye furaha zaidi duniani. Sasa kwa nini niseme hapana? lakini niahidi tu, hakuta kuwa hakutakuwa na asili tena kati yetu. Nakuahidi mpenzi. Haya, nivishe sasa hiyo pete. Uh, sikutegemea hii ingetokea leo. Hata hivyo leo sijatembea na pete, pia nataka niifanye iwe special kwa ajili yako oh. oh. Basi tufanye kesho, tutafanya pati kidogo, halafu utanivisha hiyo pete. Au wewe unaonaje? Naona hiyo imekaa vizuri, yaani nimefurahi sana mpenzi. Mama, usimwamini Alex. Huyo ni mwongo kiwango cha lami cha usiku mwanangu. Kwa nini unafanya hivi? Alex yakuwa amejiandaa leo, ndiyo maana anakuja na pete. Mama, Alex ni muongo, unawezaje kumwamini huyu tapeli? Lakini tunapendana. Inawezekanaje kijana mdogo kama huyu na bibi kizee mpendane? Hata kama ndiyo mshangazi, mama wewe umezidi, yaani wewe ni kikongwe. Nisamee mama, sikumaanisha kusema hivyo, lakini hebu mwangalie tu huyu kijana alafu ujiangalie na wewe. Kwa hiyo unamaanisha mimi sifai kupendwa kwa sababu ya uzee wangu? Mimi sijamaanisha hivyo, lakini nakuhakikishia, huyu ni tapeli na anakutumia tu. Hii ni kwa ajili yako, wewe ni mrembo sana. Ha, nilijua tu. Sio mama yangu anayetapeliwa na Alexi, na atanikoma. Siwezi nikakubali akatukosea kiasi hiki. Chausiku, nimefurahi umekuja. Simamisha hili zoezi na wageni wote waondoke, pati imeisha. Kila mtu achukue kila kilicho chake aondoke. Chausiku, unafanya nini? Ninajaribu kukusaidia kujinasua kutoka kwa huyu tapeli. Hebu angalia mambo anayofanya mpenzi wako huko nje. Hiki ni nini? Chausiku yuko sahihi, pati imeisha. Unamaanisha nini baby? Sihitaji tena kuendelea kuwa na wewe. Kuna nini mpenzi Alexi? Yani umeona haitoshi, umeamua kuja na mpenzi wako hapa kweli? Mpenzi wangu, samahani mama, kumekuwa na kutokuelewana kidogo, narudi sasa hivi. Mama? Ndiyo, mimi ni mama yake Alex. Sio kweli, nilikuona kwenye mgahawa wa Mama Kibonge akikuomba kuoe tena, kakuletea na maua na pete kakuvalisha. Halafu sasa hivi unaniambia wewe ni mama yake? Mama hiyo kuyo. Alikuwa anafanya mazoezi ya kuvisha pete. Tangu lini mtu akafanya mazoezi ya kuvisha pete na mama yake mzazi? Alex ni mwanangu wa pekee, na mimi ni mama yake. Napenda kila kitu cha mwanangu kiende vizuri hivyo sina budi kumsaidia na kumfundisha namna anapaswa kufanya, na asingeweza kufanya na mtu mwingine kwa sababu ni hatari, kutokana na kwamba yupo tayari kwenye mahusiano. Hapana, haiwezekani, mimi najua amerudia tabia yake ya kujiuza kwa wamama kama wewe huko kwenye madanguro. Hapana, hiyo haikuwa tabia ya mwanangu, ila alilazimika kufanya hivyo kutokana na majukumu makubwa aliyokuwa nayo kipindi kile. Unataka kusema nini? Baba yake Alex alikuwa mgonjwa wa muda mrefu hospitalini na hatukuwa na uwezo wa kumudu gharama za matibabu, ndipo Alex alipojikita kwenye kila kazi inaweza kumpatia kipato ambacho kingesaidia kulipa bili za hospitalini ili baba yake apate matibabu. Oh, Mungu wangu, sikujua kuwa Alex alikuwa anapitia hayo yote. Sidhani kama Alex atanisamehe. Jaribu kumwomba msamaha kwanza, huenda akakusamehe. Bebi, sio kwamba cha usiku alikuwa anakuonea wivu Ila ile ni njia yake ya kukulinda tu, kwa sababu alidhani mimi bado nipo kama zamani. Hata kama ananilinda lakini, anapaswa kujua kuwa wewe ndio mwanaume pekee unayenipa furaha kwa sasa. Mama Alexi, naomba mnisamehe, nilikosea. Sikujua kama mnapendana kweli, nilidhani Alexi hakuwa sahihi kwako nikijua hajabadilika. Ila sasa nimekubali, nimekubali muwe pamoja na ninaahidi sitaingilia tena uhusiano wenu. Asante kwa kuwa umelitambua hilo mwanangu.